Hapo wanapoona ni mkoa wa Kilimanjaro kadhaa, kijiji cha Kindo kilichopo wilaya ya Moshi vijijini. Hapa toka katika zile za kupiga dawa ya kiwadudu, ya kiwagugu, ya kuosha majani. Kama unavyoona, yule ndio mpiga dawa, yuko kwa shamba kwa ajili ya kuua majani. Kawaida shamba lenye mazao ni lazima liwe na na majani mengi sana, utajua kwamba shamba hili lina ardhi yenye rutuba kama unavyoona hapo, aa, ni ndago hizo, zinaitwa ndago, tunazipiga ili tuziweze kuziua. Hili <coughs> shamba ni maandalizi ya kulima maharage, kwa maana ndio msimu wa kulima maharage huu. Kwao tuko shamba tunapambania hapa pia. Mm, na fursa zipo nyingi za kilimo. Ni kujikita tu kwenye kilimo, tuangalie kama kama tutafanikiwa kunapo kwa sababu ukiona fursa upande wewe imegoma unajaribu upande wa pili kuitafuta fursa mahali ilipo. Na hili unaliona hapa hilo ni ni gugu. Hilo ni gugu. Mm. Kama unavyoona hapo ndo narudi kutoka shamba. Kiukweli njia ina maji sana. Kwa sababu palikuwa na mafuriko ambayo anakujaga mashambani. Kwa hiyo hapa narudi kutoka shambani na nimeshikilia chandarua zangu kama hivyo. Nimenda kuvuruga maji hadi kieleweke. Kuvuruga maji hadi kieleweke. Kwa hiyo hamna ujanja. Unapona kijani kibichi kama hicho, yani kilimo, kilimo ni fursa, ni kitu ambacho kinahitaji mtaji mdogo na akili, unaweza kufanikiwa. Japokuwa sio wengi wanapenda kwa kilimo, ila ni kwamba mimi nakipenda kwa sababu kilimo ndio kitu ambacho kimenilea na ndio kazi ambayo ni makutaza wangu wanaifanya.